Channel yetu ya PigaTech Soft Company eh, ambayo inajishughulisha na kutengeneza software mbalimbali kama system za shule, mtu eh, binafsi, makampuni binafsi. Eh, kama ni mgeni unaweza eh, kuangalia video, kwanza kuanzia video ya kwanza, namna ya kulogi pili, namna ya kutengeneza room na zingine nyingi ambazo zi tumezitengeneza kwa ajili ya kurahisisha uelewa zaidi katika SimuVote. Bila kupoteza muda, leo naenda kuzungumzia katika namna ya kupiga kura katika mfumo wetu au kuvote katika mfumo wetu. E, kwanza kabisa utalogin. Namna ya kulogin kuna video yake nishatengeneza, ukaangalia baadaye. Ukaja utaweza join as a voter Itafunguka election code ambayo ni hapa, namba ya simu pia ntaingiza password e, kama ni, ni mara kwanza kuingia kuona hii video, unaweza kuangalia video yenyewe ya namna ya ku login baada ya kupokea SMS kutoka kwenye system ambayo admin anakuwa ameadi mtu musi baada kuna uwezo wa eh, e, utaingia ndani hasa. Hii ni kwa wale natumia tablet, PC na kompyuta shoni tanshaa ya kutumia simu e, cast vote. Kunaona utumia simu ni imeandikwa vote, imeandikwa vote, yes, e, zilizokuwa chini imeandikwa vote. Baada ya kubonyeza hapa, hapo

anachagua naemtaka mm. Anachagua um, b kupitia um, watu wako nagaianakufaa hivyo na hivyo kwa sababu tayari washapendekeza na unachagua mm -hmm. Nachagua kama nilivyosema uh -huh. Baada ya hapo una submit all kubonyeza ya watu walichagua. Baada ya hapo, tutakuandikia aaha, kwenye hapa hii niia na online, kwamba hii ni real time, mtu akivote anabadilika hapo hapo bila kupoteza hata sekunde moja. Eh, hii ndio namna ya ku unaweza kubonyeza refresh. Kuna kibata kiko chini hapo, chini kulia, kwa hiyo natumia simu icho kipo. Lakini hapo ndo mwisho wa video yetu, muna na namna ya kuvote. Sasa ku like, ku subscribe na ku comment, kama una ili kusapoti video zetu eh, kama inakuwa ni fresh kila muda